Wabunge wa kaunti ya Baringo wameungana kwa sauti moja kulaani ongezeko la visa vya uvamizi katika mpaka wa Baringo kaskazini na Tiaty vilivyosababisha vifo vya watu watano chini ya wiki mbili. Aidha, wabunge hao wa maeneo ya Eldama Ravine, Mogotio, Baringo South na Baringo North wamesisitiza haja ya amani katika eneo la Baringo kuongozwa na wenyeji wa eneo hilo. Wakiongozwa na wabunge Musa Sirma na Joseph Makilap, wabunge hao wameitaka serikali kuu kufanya bidii zaidi kuondoa silaha zote haramu kutoka mikononi mwa majangili. Aidha viongozi hao walizungumza wakati wa kikao ama vikao vya umma vilivyojumuisha wakazi wa maeneo hayo. <coughs> maisha haina kabila, damu haina kabila, aijui ay si, Mpokot Mtuge na kila mutu aijui ni Wamogotio na ni Wabaringo not, lakini tukifanya hii sarakasi hapa katikati ya kufanya naye siasa mambo ya banditri, tutalia miaka nenda miaka rudi, sisi wote, hata mimi hapa mimi naunga mkono tukue na amani na tukuwe na disarmament, proper disarmament ya kufukuza mkora mpaka shimu na bunduki itolewe, bunduki zote hii ya no yote, hata kama kuna bunduki kwangu au mahali popote ya illegal firearm, chukua serikali. Mkora yeyote anayo iva ng'ombe iyi, wewe mwenyewe utabeba musiko yako, mimi siwezi kukutetea na ukipatikana na risasi, sauri yako ni sisi. Zote tusikizane nini? shida illegal firearms, nani anakataa itolewe? si ndio? yote lazima, kama ni kama they are illegal firearms, lakini ya, ya police reserve ambayo wanajulikana hawa, tunahitaji kwa sababu hao ndio wanalinda watu katika mashinani, si ndio?